Karibu kwenye sauti ya maisha. Hadithi hii itakugusa, itakushangaza na itakufundisha. Usisahau kusubscribe kwa simulizi nyingine zenye kugusa moyo. Aliitwa Zawadi, msichana mzuri, mwerevu, lakini mwenye ndoto moja kubwa: kuishi maisha ya kifahari. Hakuwa tayari kusubiri maisha ya mpangie, alitaka pesa haraka. Lakini alichokipata miaka mitatu baadaye kilimvunja moyo na kubadilisha maisha yake milele. Zawadi alilelewa na mama yake mmoja katika mtaa wa kawaida jijini Dar es Salaam. Alikuwa mrembo mwenye akili darasani, lakini tamaa ya maisha mazuri ilianza kumtawala alipofikisha miaka 21. Alisema mara kwa mara, mimi siwezi kuolewa na maskini, sitaki maisha ya tabu kama ya mama Miezi michache baadaye alimkutana na mzee mmoja tajiri mwenye magari mawili, nyumba kubwa, na pesa ya kutosha kulipia chochote. Ingawa alizidiwa naye kwa miaka thelathini, Zawadi alikubali posa haraka. Aliolewa kwa harusi ya kifahari. Watu walimpongeza, wengine walimkosoa, lakini Zawadi alisema pesa ni bora kuliko mapenzi. Maisha ya Zawadi yalibadilika Alisafiri, alivaa nguo za thamani na kuishi katika jumba la kifahari. Alikuwa akituma picha Instagram kila siku, lakini taratibu alianza kuhisi upweke. Mumewe hakuwa karibu naye kihisia. Wakati mwingine alikaa safari za siku nyingi bila mawasiliano. Mwaka wa pili, zawadi alianza kuugua, alihisi kuchoka, huzuni isiyoisha. Daktari aligundua kuwa alikuwa na msongo wa mawazo. Hakukuwa na upendo, Hakuwa na marafiki wa kweli. Alianza kujiuliza, je, pesa tu ndiyo furaha? Je, kweli nimeolewa au nimejifunga kifungo cha kifahari? Mwaka wa tatu wa ndoa, Zawadi alipokea barua kutoka kwa mwanamke mmoja. Ilikuwa na picha za mumewe akiwa na familia nyingine, watoto wawili na mke wa ndoa wa kwanza, ambao Zawadi hakuwahi kujua kuwapo. Alijua hapo hakuwa mke wa kweli, alikuwa mke wa siri. Mali zote zilikuwa kwa jina la mke mkubwa, na mzee huyo alikuwa anatumia Zawadi kwa sababu ya umri wake mdogo. Si mapenzi, si ndoa, bali tamaa ya kimwili. Akapigwa na mshtuko wa maisha, alijihisi kama mfungwa wa chaguo lake mwenyewe. Aliondoka bila pesa, bila chochote, alirudi kwa mama yake. Lakini wakati huu alijifunza thamani ya upendo wa kweli. Aliamua kujisomesha tena.